kwenda nikaa napiga sasa, kutana geti limefungwa pale, nikaanza kupiga geti piga geti, geti, badando jamaa kawa wameamka sasa, katuo na shauti, watu wakaanza kuja pole pole, ili narudi nyumbani, nyumbani kwangu sasa nikakuta mke wangu akaingia ndani, watoto wanambia, mamenu yuko wapi? Wanambia, mama karudi ndani. akafuata nini? Ah, tujui yupo huko ila yupo upande wa hapo